Kimausiano ikifikia level hiyo ya usaliti wa wote wawili, muna play role wote wawili, mmehusika kabisa. Yani mfano mume amesaliti, kwa hiyo na wewe mke umechangia, umechangia. Mwanamke akisaliti, na wewe mwanaume unachangia, mwana kivipi? Mmoja na mdrive mwingine. Mimi nina maswali mengi sana, naanza na la kwanza. Kuna sijui niite hulka kwamba mwanaume anapofanya matukio kama hayo ya uh, usaliti au kusema kutokuwa mwaminifu katika mahusiano. Sasa mpaka imefika hatua kuona ah, ndo kawaida zao, eh, ndo wanaume mm -hmm. mm. wanaume walivyo wanaume ndo walivyo, yani wanaume, mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja, ndo maneno ambayo yanazungumzwa. Kama unashakutana eh nayo, Dokta Eli. <laughs> A, haiwezekani mwanaume lazima awe na wanawake wengi, na hiyo wanawake wanaichukua kiasi kwamba wanavumilia hata wakijua kwamba wako wangapi wangapi, wanaona kwamba mwanaume ndo kawaida, inabidi uvumilie, wanaume walivyo. Ni kweli kusaliti ndio wanaume walivyo? Hapana, kusalitiana, eeh, katika mahusiano tulisema kuna wakati mtu amekosa uaminifu, lakini hajasaliti mwanaume. Anaendeshwa na influence ya mke wake okay. Asipoendeshwa na influence ya mke wake atakwenda, atakwenda na influence ya kwake kwa mm. Akienda na influence ya kwake kwa atatoka tofauti. Sasa uwepo wa mwanaume unamjaga mwanamke zaidi katika mahusiano. Ndio maana mwanamke anachelewa kusomeka kukosa uaminifu katika mahusiano, why? Kwani neno uwepo uko kwa mwanamke, anayesababisha presence kuwepo ni mwanamke mm, sio mwanaume mm. Ndio utaangalia hata sehemu siri, mwanaume yuko nje, mwanamke yuko ndani mm. Presence, kwa sababu hata attention kimahusiano, attention ya mwanamke ya mwanaume kwa mwanamke ni kali. Mwanaume anapochiti kutoka kwa mke wake anachiti na nani? Anakwenda kuibia wapi? Na wanawake ambao, presence ya udanganifu, uwepo wa udanganifu unamvutia huyo mwanaume kwa wakati ule, ukijumlisha na yeye kutokujazwa na uwepo wa mwenza wake ili mtu asitoke mm -hmm. Inabidi wakati wowote popote aendapo afikia hatua ya kuhisi upo. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa kukujengia uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.